Mchakato wa uchaguzi utaenda kwa uwazi zaidi. Hakuna kitu ambacho tutakificha pembeni. Hakuna kitu ambacho kitakuwa na ashiria ya vidukuduku vya uvunjifu wa amani, kupotoshana au jambo lolote ambalo mwisho wa uchaguzi linaweza likaleta sintofahamu. Kwa hiyo, niwahakikishie kwamba sisi ambao tunaenda kuratibu hili zoezi, muwe na imani na sisi. Kila kitu tutakifanya kwa uwazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini jambo kubwa tunawaomba utiari wenu wa kwenda kukabiliana na chochote kile ambacho kitatokea. Mkumbuke kwamba nyinyi mnagombea nafasi mbalimbali za uchaguzi, lakini unakuta nafasi moja y watu zaidi ya mmoja unakuta, okay, ni wawili mpaka watatu. Kwa hiyo haiwezekani watu wote mpate kula sawa, na haiwezekani wote mshinde. Ina maana kati ya watatu au wawili basi inabidi asimame mmoja ambaye ataenda kutuwakilisha sisi sisi wote. Niwaombe wale ambao kwa namna moja ama nyingine kula hazitatosha, basi muwe tayari kupokea matokeo. Atutegemei baada ya uchaguzi, baada ya mchakato huu kutokee dukuduku, kutokee lalamiko mwenyekiti, ilikuwa hivi, msimamizi ulikuwa hivi, ilikuwa vile ilikuwa vile. Kama kuna changamoto yoyote ambayo mnaiona mpaka dakika hii ambayo inaweza ikapelekea baada ya uchaguzi ukakwepo na sintofahamu Tunawakaribisheni wagombea mweze kuisema kwamba bwana, hili mpaka dakika hii aliko sawa; bwana, huyu mtu mpaka sasa hivi tuna mashaka naye; bwana, mpaka dakika hii kuna kitu hakiko sawa. Mtuambieni hili, tunapoenda kwanza mchakato wetu wa uchaguzi. Kila mmoja awe na amani, kila mmoja ajione mshindi, kila mmoja ajione ana nafasi ya kwenda kuwawakilisha wenzake. Baada ya kusema hayo mafupi, nimkaribishe mwenyekiti ambaye anaenda kumaliza muda wake si muda mrefu, basi aweze kuongea machache na kama ana jambo lolote la kushia na sisi, azungumze na sisi. Na baada ya hapo, kama kati ya wajumbe wa kamati ya watu kutakuwa na mmoja wapo ambaye anahitaji kuzungumza kitu, tutakaribisha na baada ya hapo, kwa dakika chache tutawapa wagombea, kama kuna mtu mwenye lolote la kuzungumza atapewa nafasi ya kufanya hivyo. Karibu sana. Si si, wewe. Wewe. <laughs> Nafkiri katibwa unaweza kuegea mambo mengi sana ambayo hamsini nikisema nianze kuzungumza mengine, maanake nitatoa nje ya masi. Nafkiri kila mtu amesikia mchaguzi wetu sisi ni wahuru na maaki akuyefuata kaluni setu manaake siasa uchaguzi unapoisha, gugu zetu zote zinafanya nini? Zinaisha, tunarudi kukiimarisha chama, na ninatarajia kwamba baada ya viongozi watakaopatikana leo mpaka mmepata nafasi hizi hapa, mmekuja hapa mbele, mmejitoa, mmeamua kuja kwenye hii nafasi, inaonyesha ni jinsi gani kwamba wewe ni nani, ni kiongozi kwa maana gani, nikimaanisha, basi kama wewe unajitambua ni kiongozi, na huko hapa unahitaji kuwa kiongozi. Naomba usije ukawa una mindset ya kuwa kiongozi wa interest, kwa sababu chama chetu hakihitaji watu wa interest. Chama kinahitaji watu wa kujitolea sana, yaani unatakiwa kujitolea, so interest kwa hiyo naomba jamani, kuzingatia pia siko za uongozi kama alivyosisitiza katibu na mwenyekiti. Uchaguzi huu utafuata taratibu zote. Kwa hiyo tukimaliza uchaguzi, naomba masuala ya uchaguzi yaishie hapa sehemu rasmi. Baada ya hapo tufanye kazi, chama chetu ndio kinataka tufanye kazi na sio vinginevyo. Sasa, asante. Sasa nafasi kwa wagombea. Kama kuna mtu mwenye lolote kabla hajaenda kuanza mchakato wa uchaguzi, basi anaweza karibia akazungumza lolote, anasema lolote. Kama kuna mwenye dukuduku mpaka dakika hii, basi aiseme. Hiyo mchana tuna shughuli za kwanza. Mimi niwashukuru wote, kuanzia hatua ya awali mchakato mpaka sasa hivi, imani yetu, imani yangu kwamba toka mwanzo mchakato ulikowanza, mchakato umekwenda vizuri kabisa, na mimi ninafurahi kwa sababu mchakato ni mchakato wa kupata sheria kanuni, na taratibu za Chama cha Mapinduzi na si mahitaji ya mtu binafsi. Hicho nafurahi kwa kweli, ongeze ongeleni sana. Lakini kingine, tunakwenda kutamatisha leo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunapomaliza uchaguzi huwa hatuna maguni wala hatuna kinyongo kwamba kwa mtu ambaye amepita labda kuwe na asira hapana. Sipokuwa sisi chama cha mapinduzi tunapomaliza uchaguzi tunampa sapoti, tunamwongezea nguvu yule aliyeshinda, ni kusudi kwenda kutekeleza yale yote ambayo yanatakiwa na seneti au chama cha mapinduzi, kwa maana hatuna chama kingine zaidi ya chama cha chama cha mapinduzi. Kwa hiyo mimi ambacho nakiomba, kafate utaratibu na kanuni zinazosema za uchaguzi na kama mlivyosema kwamba uchaguzi ni wa wazi sasa, mimi sina la kuongezea, na kweli uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ni wa wazi, hakuna kuficha kula, hakuna kufanyaje. Kwa hiyo kikubwa tukashirikiani kwa, kwa yule atakayekuwa kuwa ameshinda. Binafsi mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na mwana senate nitampa nguvu yote, nitampa ushirikiano wote kuhakikisha kwamba chuo chetu kinakwenda kufanya vizuri katika upande wa kidumu chama cha mapinduzi. Kuna mwingine wamuongezea? Hakuna? Basi kama yupo, kwa niaba ya viongozi wote tunaoenda no kumaliza muda wetu, na kama mkurugenzi wa uchaguzi huu wa leo, naomba niwatakie kila la heri. Sisi hakuna yama, nimekuwa nikizungumza ili kila tulipokuwa kukutana katika vitu vya ndani hakuna yeye na mtu yeyote, kila mtu tunampenda na yule ambaye wajumbe watamridhia kwenda kuwa kiongozi kuwakilisha kundi lote wanafamilia wa taasisi ya elimu ya watu wazima, basi tutakuwa tayari kushirikiana naye, tutakuwa tayari kumkabidhi kila ambacho na sisi tulikabidhiwa na vile ambavyo tumevitafuta tumevipata kwa wakati tofauti tofauti tukiwa viongozi, basi tutakuwa tayari kuvikabidhi kwa viongozi ambao wataenda kuchaguliwa. Baada ya kuyasema hayo, Mungu awabariki sana, tunawatakia ushindi mwema. Asanteni, asanteni kwa kusikiliza.